See, Amen. Amen. Ah, mimi ni mmoja wa kumshukuru Mungu kwa sababu ya kuanzia asu asubuhi muda ya asubuhi mapema mpaka saa hii kimana mkono wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na pia nashukuru mchungaji wetu kwa kunipatia nafasi hii ya kusimama na kuongea neno la Mungu. Amen. Na siku ya leo ibada zetu zitakuwa tofauti kwa sababu tuko live kwa YouTube Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Uh, na somo letu ambalo nitaenda kuwafundisha ni kuhusiana na uoga. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Ni kuhusiana na uoga sasa. The main point ni kwamba kwa nini Mungu hapendi tuwe na uoga. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kwa nini Mungu hapendi tuwe na woga? Ninaenda kusomea vifungu na baada ya hapo ndipo mtakapoelewa kwa nini Mungu hapendi tuwe na woga. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Na ninapoongelea kuhusu woga, uoga upo aina mbili, kuna uoga wa kuogopa dhambi na kuna uoga ule, uoga mwingine. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Na unapofuatilia katika somo hili lishafundisha. Ah, tunapoanza nitaanzia kwa kitabu cha Yoshua 1:9. Biblia inasema Je, si mimi niliyekuamuru uwe hodari na moyo wa ushujaa, usiogope wala usifadaiki, kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe kila uendapo. Bwana Yesu yeah, apewe sifa. Tunaposoma katika kitabu hiki tunaona kwamba Mungu anauliza wanadamu uswali, anawaambia kwamba je, si mimi niliyekuamuru uwe hodari Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Na kama Mungu aliamuru wanadamu wasiwo, inamaanisha, kumbe unapoeka uoga umevunja amri ya Mungu, kwa sababu hapa tunaposoma inatokea kwamba, je, si mimi niliyekuamuru uwe hodari? Bwana Yesu apewe sifa. Kumbe Mungu aliwaamuru wanadamu wasiwe waoga. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa maana Mungu katika Biblia yote unapoisoma utapata kwamba uoga neno usiogope limerudiwa mara nyingi kwa Yesu asifiwe, kwa katika Biblia nzima neno uoga limeandikwa mara 365 kwa Yesu asifiwe, ambayo inamaanisha kwamba kila siku Mungu anakuambia kwamba usiogope kwa sababu mwaka mzima una siku 365 kwa Yesu asifiwe. sasa uoga Ka, kama Mungu anatuambia kwamba tusioge basi woga umetoka wapi? Bwana Yesu apewe sifa. Na uoga, unaweza sema woga ni kitu kidogo, lakini woga ni kufuli kubwa ya Mkristo. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Ni kufuli ambayo inaweza kuzuia wewe kuendelea. Amen. Napofika mwisho utaelewa yale maneno ambayo inayasema zia, lakini anapofungua Luka 1:30. Hapa ni malaika akiwa anamtokea Mariamu akiwa namletea baricema kwamba atazaa mtoto na, na atamuta Yesu. Amen. Biblia inatuambia kwamba Malaika akamwambia usiogope Mariamu wanaisagozia. Kwa nini malaika alianza na neno usiogope Mariamu? kwa sababu malaika anajua kwamba ile kutokuwa na woga ni amri ambayo Mungu aliamuru wanadamu wasiogope. Ndio maana Mungu, ndio maana malaika alipokuja alitanguliza neno usiogope Mariamu, kwa maana umepata neema kwa Mungu. Kumbe kutokuwa na woga kuna neema ambayo utapata mbele za Mungu kwanesakoziva so, tazama utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume na jina lake utamuita Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kifungu hichi unaweza ukisoma kwa njia Mungu utashangaa. Sasa kuchukua mimba na kuzaa mtoto kwa mwanamume vinahusiana vipi na kuhusiana na uoga kanasazika okay? Lakini unapo kitafsiri hichi katika kiroho sasa, utapata malaika anamwambia Mariamu, usiogope. Malaika alikuwa mjumbe aliyetumwa na Mungu kuja kwa kijiji ambacho kitwa Betlehemu kwa bikira moja anaitwa Mariamuazi na unaposoma Biblia unapata kwamba neno mwanamke inapotajwa kwa Biblia inamaanisha kanisa, na kanisa ni mimi na wewe. Bwana Yesu asifiwe. sasa unapotafsiri kifungu hiki utaona kwamba malaika hakuwa anaongea na Mariamu peke yake, alikuwa anaongea na kanisa alewe, Bwana Yesu asifiwe. Sasa malaika alikuwa anasema kwamba Akamwambia, usiogope Mariamu, yaani usiogope ewe kanisa kanasalosika, kwa maana umepata neema kwa Mungu. Tazama utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume, na jina lake utamwita Yesu. Sasa acha kutafsiri, sasa hapa tumepata kwamba neno mwanamke ambaye Mariamu alikuwa mwanamke ni kanisa. Kwa hiyo Mungu anaongea na kanisa kuliambia kwamba usipokuwa na woga utapata neema kwa Mungu. Bwana asifiwe. Tazama utachukua mimba na kuzaa mtoto. Maana ya mimba, maana ya mtoto ni baraka. Bwana asifiwe. Tena mtoto huyo utamwita Yesu. Maana ya Yesu ni mwokozi wa ulimwengu. Kwa hiyo malaika alikuwa anaambia kabisa kwamba usipokuwa na woga utapata neema kwa Mungu, nawe utapata baraka ambayo itakuokoa na ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana ya Luka moja thelathini Bwana Yesu asifiwe. Sasa hivi ilikuwa ni vifungu tu vya ku, tuseme ni vidokezo, lakini acha sasa niende kuanza katika topiki yetu. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tufungue Timotheo wa pili moja saba utupa roho ya uoga bali ya nguvu na ya upendo na moyo wa kiasi. Bwana Yesu asifiwe. Maana Mungu hakutupa roho ya uoga. Roho ambayo Mungu alitupea ni roho ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Kwamba Mungu hakutupa uoga, basi uoga kwa mwanadamu inatokea wapi? Bwana Yesu apewe sifa. Na uoga ni nini? Haleluya, uoga ni roho. Kitu cha kwanza, uoga ni roho. Bwana Yesu apewe sifa. Na wanadamu wana vitu ambavyo wanaviogopa, na Yesu alitukataza. Ndio maana Yesu akasema kwamba usisumbuke sumbuke. Bwana Yesu apewe sifa, yaani usitie shaka na mambo ya dunia. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu ambavyo watu wanaogopa, unaogopa kwamba kesho yako itakuwaje, kesho tutakula nini, kesho tutavaa vipi? Bwana Yesu asifiwe, lakini Mungu anasema kwamba na nikujua kabla misingi ya ulimwengu haikuwekwa tena nikakutangaza. Kwa hiyo kesho yako iko penye mikono ya, ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa uoga ni nini? Kisha kwanza, nimesema uoga ni roho inayotoka kuzimu, maana katika ufalme wa Mungu hakuna roho inayoitwa uoga, bali sio kuzimu. Unaposoma ufunuo wa Yohana, unapata kwamba roho ambazo ziko kwa Mungu ni roho saba, na imeambia kwamba ni nyota saba na nini nice. Roho saba na nyota saba, sindio? Amas Sasa hizo roho saba ambazo ziko kwa Mungu, Bwana asifiwe. Roho ambazo ziko hizo saba, unaposoma Isaia kumi na moja utapata kwamba Isaia alipewa uwezo wa kuzitambua ni roho za namna gani. Bwana asifiwe. Yohana akuambiwa na majina yake, lakini Isaia alipewa na majina yake. Bwana asifiwe. Roho ya kwanza ambayo imetajwa kwenye Isaia kumi na moja mstari wa kwanza inasema kwamba basi, nitatoka chipukizi katika shina la Yese na tawi lake litatoka katika mizizi yake, litazaa matunda na roho atakaa juu yake, roho ya hekima na ufahamu, roho ya shauri na uweza, roho ya maarifa na kumcha Mungu. Unapozisoma sasa, roho ya kwanza inataja kwamba ni roho ya mwana, roho ya pili ni roho ya hekima, ya tatu ni roho ya ufahamu, ya nne ni roho ya shauri, ya tano ni roho ya uweza, ya sita ni roho ya maarifa na ya saba ni roho ya kumcha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Katika hizo roho zote nilizozitaja, sijataja roho ya uoga. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kwa, kwa Mungu hakuna roho inayoitwa uoga. Haleluya! Na swali langu ni kwa nini Mungu sasa hapendi tuwe na uoga? Unaposoma Yoshua, kama tulivyosoma, unapata kwamba Mungu apendi tuwe na, na woga, kwa sababu ilikuwa ni amri, kwa sababu ilikuwa ni amri. Ameamuru wanadamu wasiwe na woga. Bwana Yesu asifiwe. Sasa woga ni kama umevunja ile amri ambayo Mungu alikuwa ameiweka, na hata kuvunja amri moja tu umevunja zote. Bwana Yesu asifiwe. Sasa

Ilia, kwa hiyo lile jambo ambalo naliogopa ndilo jambo ambalo itakupata na ga hivi, kwa sababu mimi mwenyewe tayari nalikuwa na woga, lakini Mungu akanifundisha, kwa sababu kile kitu kilichokuwa na kiogopa kilinipata na nakik kitu kizuri. Bwana Yesu asifiwe. Tukiwa kule Mombasa, mimi nilikuwa naogopa wale wakora kule, kwa sababu unapotaka subutu tunaokora unawe vijana kwa Yesu asifiwa. Sasa ilikuwa kwa mimi naogopa tu, naogopa tu kuporwa. kwa Yesu asifiwa. Siku moja ile jambo la nilikuwa nalitia hofu nilinipata, kwa sababu nilikuwa tunaenda bali, mimi na ndugu yangu tuko mazoezi kule. Sasa ile tunaendelea mazoezi, ada sio, walitokea wapi, watokea vijana kumi na watatu. kwa Yesu asifiwa wote wana silaha, wana mapanga, hasa ia wanatuaproch, sisi tuko pale. Mimi nikaona, hata mimi nilikuwa naogopa, nikaanza kusema Mungu tusaidie. Wale vijana wakatupora simu na kapango. Ile aliyokuja hapa alikuwa amekata mpanga pande wa bega, aisaozifa lakini. Sasa kwa nini lile jambo lilinipata? kwa sababu mimi nilikuwa nawaogopa, ninaogopa jinsi wao wanavyofanyia mabaya wengine. Mungu asifiwe. Na, na baada ya kupatwa na hilo jambo, ndipo nikapata ishirini na tano, nikaona kumbe mimi nimezama nikakatwa, kumbe kwa sababu nilijitakia mwenyewe niliweka uoga mwanzo, ndio maana ile jambo likalipata. Mungu asifiwe. Sasa roho ro ya woga inafuatilia watu wa aina gani? Bwana, kitu cha kwanza roho ya woga inafuatilia mtu aliyeokoka lakini hauna ufahamu maana, mimi nilikuwa nimeokoka, lakini woga ilikuwa iko ndani yangu kwa sababu nilikuwa sijapata ufahamu maana, baada ya hiyo jambo ndio lilio litokea. Baada ya hapo sijakutana nao kwa sababu nilitoa ile uoga kwa sababu zipo. Nilikuwa na uoga hata kutembea sana ile usiku, lakini kule nyumbani hata saa tano kama nikesha naenda kwa sababu zipo, na hizo ndio njia ambazo nilikutana nao, sa nili nao na hu, ahamani, kwa kwa sahumi. Sasa hizi kutani nao hata nilikutana nao napita katikati yao ni kama hawa ni, kwa sababu nilitoa uoga uliokuwa ndani yangu. Sasa niliposema wewe, ya woga inafuatilia watu waliookoka ambao hawana ufahamu. Bwana Yesu asifiwe. Na wewe pia ya woga inafuatilia mtu ambaye hajaokoka, haleluya, kwa sababu tunaposoma Methali 10:24, Methali kumi ishirini na nne Aogopacho mtu asiye haki ndicho kitakachomjilia. Kwa hiyo, hapa tumepata ushahidi kwamba kumbe wasiokuwa wale ambao hawajaokoka, yani kumbe kile kitu ambacho wanachokiogopa ndicho kitakachowajilia. Bwana apewe sifa. Na kitu cha kwanza, roho ya uoga haina ubaguzi, inafuatilia mtu yoyote

vivyo hivyo pia itakufuatilia wanesakosifa. Na hilo neno usiogope, narudia, na tena imeandikwa mara mia tatu sitini na tano kwa Biblia ina inamaana kwamba Mungu kila siku anakuambia mwanangu, usiogope, kwa sababu unapokuwa na roho ya uwoga, uwoga inaleta madhara wako kwa sababu unapoogopa. Kama mimi niliogopa, sije nikapona. Hayo madhara ya huo woga ilinipata kwa sababu ilikuja ikanijilia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hiyo siku ilikuwa siku nzuri, tulitoka vizuri tu, ila tunarudi, mmoja wetu anatoka damu. Bwana Yesu asifiwe. Hatuko na hospitali, lakini kuna penyea alifanyia tu akapona tu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa point ya tatu ni uoga unakuangusha kiroho na unakutoa kwenye nafasi yako katika ulimwengu wa mwili. Bwana Yesu asifiwe. Hapo naweza kuwa au kuelewa kukutoa nafasi kwenye ulimwengu wa mwili inakujaje? Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini kitu cha kwanza ambacho Mungu alikifanya kwa mwanadamu baada ya kumuumba, alimpa nafasi katika ulimwengu wa roho, alipewa nafasi, na katika ulimwengu wa mwili akapewa nafasi, kwa sababu maandiko yanatokea kwamba Mungu, Mungu akamtoa huyo mtu akamweka katika bustani ile ni nafasi Mungu alimpatia katika bustani walisogozika. Inamaanisha Mungu alimpatia Adamu nafasi kuwa kwa bustani. So, sasa pia wewe leo Mungu amekupatia nafasi walisogozika, lakini uoga ulipoingia, maadamu mwanadamu anaondoka kwenye nafasi ile ambayo Mungu amempea kwa Yesu Kristo. Amen. Kwa sababu Adamu ndiye mtu wa kwanza ambaye alishikwa na uoga akafungulia mlango mpaka wa leo kwa Yesu Kristo. Utaniuliza sasa, umejuaje uoga umemtoa Adamu kwenye nafasi yake? Kwa sababu na kusema Biblia Mungu alimuuliza Adam, uko wapi? Adam akajibu kwamba naliogopa niko uchi a. Neno la kwanza sema, naliogopa niko uchi. Kwa maana Mungu alikuwa anatafuta. Sasa swali ni kwamba sasa yeye pia ndiye Mungu amemweka kwenye nafasi alafu baadaye anakuja, Adam uko wapi? kwani ilikuwa anamuona Mungu alikuwa anamuona, ile ilikuwa anamtafuta kwenye ile nafasi aliyemweka. Naweza kusema kwamba kwenye ile huduma ambayo imewekwa, Mungu alikuwa anamtafuta pale, hamuoni akiangalia kwenye mingongo ya mwili alikuwa amepatia kutawala, lakini akiangalia hampati pale. Ndiyo maana anauliza Adam uko wapi? Sasa Tunapoenda kumalizia katika Mathayo 14:25 mpaka 31, tutaona kwamba madhara ya uwoga, Bwana Yesu wakozifa kwa Mkristo. Biblia inasema hata wakati wa zamu ya nne usiku Yesu akaendea akienda kwa miguu juu ya bahari. Wanafunzi walipomona akienda juu ya bahari, wakafadhaika wakisema, ni kivuli, wakapiga yowe kwa hofu maana. Yesu akanena akawaambia, kimpeni moyo ni mimi, msiogope. Petro akajibu akasema Bwana, ikiwa ni wewe niamuru nije kwako juu ya maji 9 nasema kwamba akasema, njoo. Petro akashuka chomboni, akaenda kwa miguu juu